Habari, ni ndugu zangu wa Rihoka Company. Karibuni Rihoka Company. Sisi ni wataalamu wa uchimbaji wa visima kama unavyoona hizo picha zinazotembea kazi yetu eh. Sisi ni uchimbaji wa visima, kuflash kisima, shughuli zote za visima, kusavei, kuflashi, eh, uh, kufunga pampu, hizo shughuli zote ni shughuli zetu. Mashine ya kusavei kama unavyoiona na uh, mwenyewe ni mimi hapo, kama unavyoniona. Hayo ni matokeo ya maji tuliyopata kwenye kisima chetu ambacho kiko Gairo eh, uh, Gairo kwa Morogoro hii uh, ndio uh, hivyo tulikuwa tunafanya pump test hapo. Maji kama unavyoona, si chini ya lita 1030 kwa saa. Karibu sana ndugu zangu, watu wote, tupigie kwa namba zetu za simu ambazo ni 0712 40 kwa kazi mzuri hapo, bwana tajiri. Baada ya kumaliza kazi, akatugia ng'ombe kidogo, tukachoma kama hivyo nini, tukafurahi kwa kweli. Maji kama unavyoyaona hayo kibao. Namba za kutupata ni zile zile ambazo ni sifuri saba moja mbili arobaini saba mbili sifuri tano sifuri saba moja mbili arobaini saba mbili sifuri tano Lihoka Company Limited, karibuni sana chao.